Yes, kutokea katika uh, kiwanda cha muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania ni moja kati ya wasanii pia ambao wameweza kufunguka makubwa zaidi kwenye swala zima so la muziki wa Bongo Flavor, na huyu ni Komando Jide uh, Red JD kutokea hapa Tanzania, ni legend wa muziki uh, wa Bongo Flavor. Kila mmoja anakuwa anajua sasa yeye yeah, ameweza kufunguka wazi zaidi, maana baada ya yeye yeah, kuweza kutunzwa pesa nyingi sana, wakati uh, bana akiimba uh, nyimbo na kusema kwamba uh, bana nikiwaambia kazi ya muziki ni nzuri mnielewe Unaweza kuwa umejikalia zako unakunywa wine, halafu watu wakakwambia waka njoo basi e, tukupe hela ukakataa, uka au utataka kuthubutu. Sasa pia uwe na rafiki mwema kama Oscar Jeiara ambaye akikuokotea hazipungui hata mia, ila mtu kama Edo Kumwembe sio wa kuwaweka karibu kabisa na maokoto. Yabana Tarime kwa sasa ni international, jembe ni jembe akamtagi pale Eh, akamtaji salamu, SK Official, Baba Levo, hela zenu, naenda kumalizia ukuta wa ile nyumba yangu mpya, asanteni sana. Hao ni moja kati ya watu ambao pia wameweza kumtunza. Kumbuka kama kule Talime pia kulikuwa kuna show ambayo ilishafanyika bwana wiki iliyopita mwishoni, hapa hasa Lady Jay Dee bwana alikana kutunzwa sana pesa na kina, e, tumeona pale kwenye hiyo video ambayo nimekuwekea hapo, umeona jembe ni jembe, akitunza pesa za kutosha. Lakini bwana Oscar, e, Oscar Oscar Oscar tunamjua mtangazaji wa e, kipindi cha Jana na Leo alionekana kotea zile pesa, na Lady Jay Dee mwenyewe akakufunguka na kusema kwamba, ebana pesa akikokotea Oscar JR haipungui hata mia, lakini sio watu kama kina Edo Kumwembe. Then akamwambia kwamba ebana, muziki ni kitu ambacho kiko poa, lakini kuna mtu tunaweza kukwambia ebana, njoo tukupe hela na vitu kama hivyo, kwa sababu matajiri hawa tunajua kwenye aimala muziki wanakuwa wanafanya poa kabisa. Endelea kutufuatilia.